Ulijisikiaje kwanza kuchukua tuzo ulipokuwa Kenya? I didn't expect it kabisa, sikuitarajia. Uh, ni kwa neema tu, nilijisikia vizuri sana na ilinipa moyo wa kuendelea kufanya kazi ya Mungu na kusonga mbele zaidi, na of course kuwakilisha Tanzania. Unajua, watu kama wakikaa wakasema wanatoa tuzo za heshima na Tanzania wakamchagua Bella kama representative, ni jambo la kiheshima sana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yes. Uh, niliona juzi umefungua ume, ume kampuni yako uh, natamani kujua inahusika na mambo ya sound na sehemu za kufanya mazoezi and stuff. Uh, uliona nini mpaka ukaamua kufungua ile? Ni kwamba uliona unapata changamoto za sehemu za kufanya mazoezi and stuff, au nini ambacho ulikiona hasa na ukakivision kwamba I have to open this. Yeah, okay. Um, Bella Kombo Sound uh, tunamshukuru Mungu tumefungua just uh, one month ago now. Uh, nia ni kuendelea kuukuza muziki wa injili. Tuna kazi lakini bila inasema, uh, mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Sasa tumeamua kuingia na sisi kutia nguvu zaidi. Of course kuna uhitaji bado kwenye eneo la mazoezi, kuna uhitaji bado katika kufanya kazi kwa ustadi na ukubwa wake. Kwa hiyo ndio maana Bella Kombo Sound ukaja kama solution, kuendelea kupush, kuendelea kufanya injili inafanyika kwa wepesi. Yes. Niliona siku moja uh, moja kati ya ujumbe ambao umetoa ni kwamba uh, waimbaji wa wachanga wanateseka hasa katika kupata sapoti za waimbaji waliotangulia eh, ambao ni wakubwa ambao tayari wameshafanya vitu. Eh, kwanza uliona nini au nini ulikutana nacho mpaka ikakufanya ukasema hii? Naje umejipanga katika kusaidia labda talenti mpya ambazo zinakuja sasa hivi Tanzania labda kwenye mwaka 2025? Absolutely right. Mimi sio mwimbaji mkubwa au mkongwe, lakini pia sio mwimbaji nayeanza. Niko hapo katikati. So kuna changamoto of course iko nyingi ambazo tumeziona uh, kwa waliotutangulia. Unajua kuna ile ku, ku, kila mtu anapambana na hali yake. So sisi kama Bella Kombo Sound, tuka moja ya njia ya kusupport watu wanaoanza, kila mwaka tunasupport uh, wale upcoming artists kwa ajili ya kuwasaidia kwa urahisi na kwa wepesi kuweza kufikia malengo yao. Sisi tumehangaika sana kufika hapa lakini unaweza ukatangulia ili kuweza kuwasaidia wengine na kuwasafishia njia. Okay. Mm. E, tumeona leo ni uzinduzi wa tuzo. E, tukutarajie kwenye kinyang'anyiro chochote, Bella Kombo? Tujiandae kwa ajili ya kupiga kura? <laughs> Yani, one of the thing that I was a bit confused, ile swala kwamba unajichagulia, mimi nitafaa kuwa hapa. Mimi personally I don't think that's for me. Mimi nilitegemea kwamba wao ndo watachagua. Unajua ukishajichagulia ina maana umeshajiweka kwenye position fulani, kazi yako inatakiwa izungumze. Lakini all in all, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya um, Tanzania Gospel Music Award kutukumbuka sisi. Waimbaji wa gospel ni jambo la heshima sana. Tumekuwa tukisubiria hizi, tunaona tunaitwa tuzo za za nje, wenzetu they recognize us watu wa nje lakini kwa hapa nyumbani imekuwa kidogo changamoto. Kwa hiyo niwape pongezi sana, uh, Tanzania Gospel Music Awards. Hili ni jambo la heshima. The most important part ambayo nimeipenda zaidi ni kwamba hatushindanishwi. Ila anapewa tuzo wale waliofanya vizuri kwa mwaka 2024. Ina maana kuna ambao watafanya vizuri 2025. So sio mashindano, ni jambo tu la ku appreciate. Kwa hiyo limenibariki sana kwa kweli. Okay. 2025 ndio hii hapa. Nimeona leo unasema A yeah, tutarajie nini by the way? Katika takwimu za nchi zinaonyesha kwamba kati ya muziki unaosikilizwa zaidi ni muziki wa gospel, lakini hatuoni kama kuna wawekezaji wengi au investor wengi kwenye muziki wa gospel hivyo tunaona sponsors kama ni wale wale na wanajirudia katika kusapoti hizi huduma. Eh, wewe una, una mawazo gani au una ombi gani au una rai gani kwa sponsors kuhusu mziki wa gospel, kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba ndio mziki unaoongoza kwa kusikilizwa Tanzania. Yeah, hilo ni kwa kweli, hiyo ni changamoto ambayo tuko nayo to, to be honest, ni changamoto kubwa. Ah uh, tunaona waimbaji wengine huko kwenye nchi zao wanakuwa ni ambasada kwenye makampuni makubwa sana. Lakini hapa Tanzania watu wana choose side sana. Na sisi ni watu ambao pia tumeitambulisha nchi yetu na tumeiwakilisha vyema. Kwa hiyo give it value. Em, tuipe uh, gospel industry music value kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kuwa ambasada wakubwa, kuna watu ambao wanaweza wakafanya mapinduzi. Unajua hata uko kwenye Wakristo tuna na sisi tuna mamilioni ya watu wetu, ambao they are following us na no, wanatufuatilia so please, sponsors, makampuni jamani, mtutazame yani, hilo ni ombi, naomba watutazame sisi waimbaji wa, wa nyimbo za injili.